Assalamu alaikum, na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, kwa hivyo mkunjofu kabisa, ni kualike kunakaudukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV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 Asilimia tisini na saba bajeti ni ya nishati yaenda miradi ya maendeleo. Umeme kufikishwa kwa wateja elfu arobaini vijijini, vijiji, miji, vitongoji elfu tisa Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Serikali kutumia trilioni moja nukta mbili mitambo ya kilimo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mgodi wa dhahabu wa trilioni moja nukta nne. Waanza ujenzi habari katika ukurasa wa ishirini na moja Tanzania yataka Umoja wa Afrika kukabili habari kurasa. Makadinali kuanza kukutana Mei saba kumchagua papa habari katika ukurasa saba wa gazeti hili. Habari Leo unapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti ni polisi, Chadema bado kinaumana. Askari wakwama kupekua nyumbani kwa Lisu, da awaka defenda kumzingira nyumbani. Muliro amshangaa, asema kazi ya polisi ni kuimarisha ulinzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, ndiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni Jumanne Murilo, RPC Dar es Salaam, janasema, wewe si mhalifu, sasa inakuwaje unamwona askari unaanza kuwa na uoga tunafanya kazi yetu kwa uweledi bila kubagua. Nyumba hii anakaa kiongozi wa chama fulani, kwamba tusiende, kote tunakwenda ili mazingira yetu yawe salama. Nukuu ya Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu Chadema, anasema polisi walienda kwa Lisu kufanya upekuzi na kuleta taharuki. Kwa hiyo Muliro anafanya porojo Si kuwa sisi tunapata hofu, bali wanawatengezea wananchi hofu, kusema kuwa polisi walikuwepo kwa ajili ya kutulinda hapo. Anafanya porojo katika mambo ya Sirius. Hatima uendeshaji kesi ya Lissu meisita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti limeandika mageuzi mapya, samia akiahidi neema ushirika. Matatizo ya kifedha yaliyokuwa yakiwakabili wakulima nchini huenda yakapungua ama kuisha kabisa na kubaki kuwa historia baada ya kuanzishwa kwa benki ya ushirika Tanzania inayolenga kumaliza baadhi ya changamoto ikiwemo ya riba kubwa. Benki hiyo iliyozinduliwa jana jijini Dodoma inamilikiwa na vyama vya ushirika kwa asilimia hamsini na moja huku ikiwa na uwekezaji wa kimkakati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiona viongozi mbalimbali akivuta kitambaa kuashiria ufunguzi wa jengo la makao makuu ya benki ya ushirika tanzania iliyopo jijini Dodoma wakati wa hafla ya uzinduzi wa benki hiyo jana. Mwananchi limeandika Dr biteko ataja vipaumbele kumi sekta ya nishati enye habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Simu kali gari na bata vinavyotesa na viwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt. Biteko aliomba bunge kuidhinisha trilioni mbili nukta mbili ya gusa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa asilimia 96.5 upatikanaji wa umeme wa uhakika, nishati safi ya kupikia, uendelezaji gesi asilia, aanika vipaumbele vya bajeti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Rais Samia zindua wa benki ya ushirika, atoa maelekezo. Habari katika ukurasa wa nne. Serikali yafafanua walicholipwa wapiganaji wa vita vya Kagera. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kwa mradhi wa familia ya Kijazi wasomaji, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yaishukuru ni soshua sure. kwa udhamini kipande cha tano cha SGR. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika waziri Kikwete aipongeza Barik kwa matumizi teknolojia yenye usalama migodini, habari katika ukurasa wa nane. Ulenge anatoa vifaa vya ujenzi kwa nyumba za makatibu wa UWT habari patika kwenye ukurasa wa pili. Israel yashambulia mji mkuu wa Lebanon Beirut, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika ushirikiano wa mwanaume na mwanamke unavyowezesha kilimo endelevu Zanzibar habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii, ili nyoka katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni mahakama mtandao, mabishano kortini kumshawishi liso nyumbani kwake kwa heche, kwa zingirwa usiku, polisi wavutana na wafuasi wa Chadema kisuto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili gazeti hili ikiwa ya wakili Peter Kibatala ikisema hoja ya kwamba Lisu alitakiwa kuandika barua ni hoja mfu. Walitumia weledi gani magereza kuniruhusu ruhusu mimi kuingia kwa Lisu Aprili 22 mwaka 2025? kama kweli wanafanya kazi kwa weledi kama ilivyoelezwa na Mrema, magereza walitumia madaraka yao vibaya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa watatu wa gazeti hili. Makadinali 135 mgu sawa uchaguzi wa papa mpya, habari katika ukurasa wa 20 2025-2026 Biteko miteko ajakivingine Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara kuwa na umeme wa uhakika, bomba la gesi kuvusha sokoni hadi Kenya na Uganda, operesheni ya umeme vijijini sasa kuhamia vitongojini REA kuwafikia wateja wapya elfu arobaini vijijini na vijiji na miji. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Gazeti limeandika Rais Samia aagiza kuundwa kwa sera ya mikopo inayobeba wakulima nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika watendaji vijiji watajwa chanzo cha kukithiri mikopo kwa ushadamu. Habari katika ukurasa hewa, mikopo, 10, wa kumi vikundi hewa katika mikopo ya asilimia kumi sasa kudhibitiwa kielektroniki. Habari katika ukurasa wa tisa makala mtaka Chalamila kukutana na Townrod kutenga maeneo ya machinga na habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe ni Nipashe ya michezo limeandika, Simba tuko tayari kucheza fainali Kafu, habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe. Mwanga wa jamii ndilo gazeti Jamhuri mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali mtegoni, wadau wakiri si sahihi polisi kuzuia watu kwenda mahakamani wadai ni kinyume cha ibara ya 18 ya katiba na sheria nyingine kadhaa. Wadoa wito mahakama kulizuia jeshi la polisi kufukuza watu Kisutu. Wengi wanaamini bado fursa ya mazungumzo ipo. Habari katika ukurasa wa pili. Angalizo angaliziwa CCM TAKUKURU, misingi ya taifa kutingishwa na rushwa ni aibu kwa CCM. Kauli wa jumbe, si watu ni udhaifu wa mifumo, isijirudie 2025, utetezi wa TAKUKURU haya ni maelekezo kutoka juu, ni ukosefu wa weledi habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika ujio wa kabila wazua mivutano, habari katika ukurasa wa 17 utenzi wa Mwalimu Nyerere akiulilia Muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ukime wetu unalimaliza taifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 lakini pia gazeti hili limeandika mazishi ya papa kielelezo cha umoja mshikamano, habari katika ukurasa wa saba. Mwalimu angekuwepo leo angeitwa mahaini ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Jamhuri michezo limeandika hatimaye, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa mbele wa gazeti hili na Rais dr Samia katika usimamizi ushirika agi za fedha zinazotolewa na benki ya maendeleo ya Afrika zielekezwe katika benki ya ushirika. Aelekeza wizara ya fedha, BOT, wizara ya kilimo kukaa pamoja kwa mazungumzo kupata mwongozo wa habari, katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majaliwa, sekta ya anga yapaa, habari katika ukurasa wa tatu. Kampuni ya Australia kuanza ujenzi wa mgodi wa dhahabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Dkt Mpango aanika mikakati ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania hakuna mgogoro wa kisiasa makala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Dkt Biteko aweka wazi vipaumbele vya nishati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili, lakini vya gazeti Uhuru katika ukurasa wake mbele, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni Dkt Dimwa ataka utatuzi wa changamoto za wananchi. Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Zanzibar, Muhamed Saidi Muhamed Dimwa ameziagiza wizara ya afya na wizara ya maji. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi. Jaji Mutungi avionya vyama vya siasa kuepuka uchochezi. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amevisihi baadhi ya vyama kuacha siasa za uchochezi zenye lengo la kuchochea vurugu habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti wa machingani nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Biteko ajana bajeti ya umeme nishati safi, awasilisha bajeti ya wizara ya nishati mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita yagusa utekelezaji wa miradi ya maendeleo wa asilimia tisini na sita nukta tano aomba kupitishiwa kwa bajeti ya trilioni mbili nukta mbili upatikanaji wa umeme wa uhakika nishati safi ya kupikia uendelezaji gesi ya Siria. Aweka wazi baadhi ya vipaumbele vya bajeti ikiwamo kukamilisha kwa mradi wa... wa JNHPP, usambazaji wa umeme vijijini, ufikishaji wa gredi Kigoma. Ataja baadhi ya mafanikio makubwa ya bajeti elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano. Kamati ya bunge yaridhishwa na utekelezaji wa bajeti ya wizara ya nishati mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Samia aipa majukumu benki ya ushirika, aitaka ikatoa mitaji kwa wakulima nchini, akabidhi bilioni tano kwa vyama vya ushirika. Bashe aeleza shilingi trilioni kumi na mbili zilivyotoa huduma za ugani kwa wakulima nchini. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ubalozi wa Uswizi nchini kukuza uwekezaji kwenye ubunifu. Vijana waonywa kuacha kujipendekeza kwa viongozi. Hotuba ya bajeti wizara ya nishati ya makadirio na mapato na matumizi 2025/2026 ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mastaa wanabeti hivi hivi bara, ishu ya wake kutumika ipo hivi, marefa nao watajwa kuhusika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja. Mmoja wa mabeki avichua kuwa mwishoni mwa msimu uliopita wachezaji wa timu yake ya zamani na nyingine ambao zilikutana wachezaji wengi wanafanya hivyo. Mimi zamani sikuwa nafahamu namna ya kucheza, lakini akawa ananielekeza taratibu hadi sasa najua hivyo. Siku ya mechi yeye akiwa kambini ananitumia au kuniachia hela, alafu mimi na beti alisema shahidi huyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja. Mwanaspoti limeandika leo Jumanne Zimamoto dhidi ya Yanga saa moja na robo Gombani Pemba. Hii ni ligi ya Muungano, lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika njia ya Simba kubeba ubingwa wa kaf shirikisho Afrika. Kwa muda wa zaidi ya miaka thelathini, mashabiki wa Simba wamekuwa wakingoja kwa hamu siku ambayo timu yao ingeandika historia mpya katika ramani ya soka la Afrika hatimaye undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili. Minziro: tuna dakika 360 ngumu, janga la kushuka daraja. Kocha mkuu wa Pamba Jiji Fred Minziro amesema hatima ya timu hiyo ipo mikononi mwa mechi nne ambazo ni sawa na dakika 360 za kufungia msimu ili kujihakikishia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Arsenal PSG kuisimamisha London leo Jumanne saa 4 kamili usiku usiku wa mabingwa Ulaya. Baada ya show ya Liverpool kubeba taji la England, leo jijini London utakuwa na utamu mwingine wakati Arsenal itakapotupa karata yake ya kwanza nusu fainali dhidi ya PSG huko. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa saba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Kama hata nakala yako soma kwa ndani zaidi magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, ankala la habari Tanzania lenyewe limeandika Simba ya ikunia kichwa Berkane goli la mama fainali, ni milioni thelathini. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga zimamoto za kamiana. Yanga itashuka dimbani leo kwa mchezo wa nusu fainali ya kombe la muungano dhidi ya Zimamoto, uwanja wa Gombani, Pemba, Zanzibar, Tanzania. Kombe la dunia futsa. Timu ya futsa ya Tanzania imefuzwa fainali ya kombe la dunia